Kuongeza kaka goma ni ni nataka niwaonyeshe jinsi ambavyo ndugu zetu wanaingiaga na kagoma. Ni kakomodi sana kaka, unaanza meja aka kagoma ambapo ndugu yetu Emily alikufa, jamani, e, tukaone hapo. Unaanza meja, anatia ndula, unamwekea, anakuja huku ukishika, wakikata hapa, mara nyingi ukikata hapa tayari unakula bure. Kwa hiyo wana anaweza akaanza kujichelewesha chelewesha, labda akashika huku, huo namshika kwa mwisho siku. Ndugu uh, yetu mimi alimaliza hapo, nikamwekea akaanza kuja huku, nikamwekea. Akija ndani, wewe weka hapa. Akianza kuja hapa, tayari anakuwa ashaingia <coughs> kwenye matakataka. Unapiga ndani huku, ye akapiga ndani, kwa sababu akija ndani unatifua hapa, ikabidi apige huku naye bomba akashika, nikatembea, akatia buti, nikaweka, akapaki, nikatoka na gula mbali kabisa, akatoka huko hadi hapo. Akili zake anaona kama ananishambulia hivi, nikashika, akashika, nikashika, akashika mzeli, akasema tia mamixa huku sio mbaya. Mimi nikampisha, akaweka ndani, nikatia buyu pita nikaweka ndani, ndugu yetu akaingia hapa, nikafurahi. Nikasema, bwana Emily, hapo umekufa. nikipige huku pige huku, nikashtua ndani hapa. alikuwa anakula kwa wasiwasi, nikala hapa, nikala hivi, nikamaliza dude